Ebana, mambo vipi vipi vipi shabiki ndakindaki wa Fountain Gate FC hapa Arusha, tumewafikia as a Fountain Gate FC, na malengo ama lengo la sisi kufika hapa ni kutaka kupata maoni yenu kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata dhidi ya Singida Black Stars, wale walimalizeti, ambao tunakutana nao pale katika uwanja wa Tanzania kwa rada dimba, ambalo mtu akiingia hatoki, siku ya tarehe mbili, tarehe mbili tunaenda kukutana nao wakazi na mashabiki wa Fountain Gate hapa Arusha wana yapi ya kusema? Tuungane nao kwa majina. Mimi naitwa William William Meshi Mollel, natokea hapa hapa Kisongo Braeburn. Mimi ni shabiki mzuri sana wa Fountain Gate kwa sababu ni timu ambayo ni nzuri sana na inafanya vizuri sana ligi kuu yetu ya Tanzania, kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambazo zinatazamwa katika ligi yetu ya Tanzania. Sisi tumejivunia na tumejipanga vizuri kuwakabili Singida Black Stars tarehe mbili pale uwanja wao wa nyumbani kwao. Tumejiandaa sana sisi mashabiki, na pia tuko vizuri na tumejipanga vizuri ili kuweza kuwachapa Singida Black Stars yes. Ni shabiki sana mzuri wa Fountain Gate, naipenda sana Fountain Gate kwa sababu inafanya vizuri. Fountain Gate ni timu moja ambayo inakuja kwa kasi sana na imani tarehe mbili tunawapenda kuwapiga wa, wa Limazeti watu wa Singida, tutawapiga goli mbili, warudi nyumbani kwao, kwa, kwa kweli Sin, nani Fountain Gate ni timu naipenda sana. Naipenda kutoka moyoni sana, naipenda na naishabikia na ni nzuri. Ni timu ambayo inafanya vizuri na ikifanya vizuri na tukachukua mpaka hata klabu bingwa tutafika na tutachukua kombe. Naipenda sana. Tahe tahe jamani sisi wana Fountain Gate tuko tayari kabisa kuwapokea Singida Black Star tarehe mbili mwezi wa nne. Tunawasubiri sana sana sana sana. Watu wa Arusha tutatoka. Tutaenda babatu kwa kushangilia Fountain Gate kwa nguvu zote. Tunaomba mashabiki wa Fountain Gate wajitokeze kwa wingi na wachezaji wetu wahakikishe wanatupa pointi tatu ya kisawa sawa kama walivyopambana na Simba. Na tunataka leo nao wakajitahidi sana ili tupate pointi tatu tarehe mbili. Ni mshabiki wa Fountain Gate. Kwa mechi nadhani mechi hiyo inayokuja tutawachapa tu vizuri. Sana tatu hakika. Ah, tatu, tatu. Hiyo jeuri yote je? Maana zoezi hiyo tu unayoangalia inanipa mwafaka kabisa kwamba mechi uhakika tunaua mm-hmm.